Serikali ya Tanzania imetoa onyo kali kwa serikali ya Malawi kufuatia uamuzi wake wa kuzuia kuingizwa kwa mazao mbalimbali ya kilimo kutoka Tanzania, hatua ambayo imetajwa kuwa ya kibaguzi na kinyume na mashirikiano ya kiuchumi kikanda. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe amesema kuwa Malawi imezuia mazao ya Tanzania kama vile unga, mchele, tangawizi, ndizi na mahindi kuingia nchini humo. Bashe amesisitiza kuwa hatua hiyo imeathiri moja kwa moja wafanyabiashara wa Kitanzania wanaotegemea soko la Malawi. Taarifa tulizopokea zinaonyesha kuwa Malawi imechukua hatua ya kuzuia bidhaa zetu za kilimo. Hili ni pigo kwa wafanyabiashara wetu na linakiuka maadili ya ushirikiano wa kikanda, amesema Waziri Bashe. Waziri huyu ameeleza wa kuwa Tanzania imewahi kukumbana na changamoto kama hiyo kwa miaka kadhaa na Afrika Kusini, ambayo ilizuia kwa muda mrefu uingizaji wa ndizi na parachichi kutoka Tanzania. Ilichukua zaidi ya miaka kumi kufungua soko la parachichi Afrika Kusini. Hatutokubali wakulima wetu kuendelea kunyanyasika kwa sababu ya vikwazo visivyo vya haki. Iwapo Malawi na Afrika Kusini hazitafutilia mbali vikwazo hivyo kufikia tarehe 23 Aprili mwaka huu, Tanzania itatekeleza hatua zifuatazo: Kuzuia kabisa uingizaji wa bidhaa zote za kilimo kutoka Malawi na Afrika Kusini. Kuzuia bidhaa za kilimo kutoka nchi hizo mbili kupitia Tanzania kwenda bandari ya Dar es Salaam au nchi ya tatu. Kusitisha usafirishaji wa mbolea kwenda Malawi ili kulinda maslahi ya sekta ya kilimo nchini. Wafanyabiashara wote wenye bidhaa zinazokwenda Malawi wanashauriwa kusitisha mara moja upakiaji wa mizigo hiyo hadi tarehe nyingine itakapotolewa, alisema Waziri Bashe. Bashe pia alifichua kuwa ofisi yake imejaribu kuwasiliana na Waziri wa kilimo wa Malawi ili kutatua suala hilo kwa njia ya kidiplomasia bila mafanikio yoyote. Nimejaribu njia mbalimbali mbali kumfikia mwenzangu wa Malawi, lakini hadi sasa hakuna majibu rasmi. Hatua hizi hazichukuliwi kwa wepesi, bali kwa ajili ya kulinda heshima taifa letu, uchumi wa wakulima wetu, na usawa wa kibiashara kikanda, alifafanua.